Usiku wa kuamkia Idi na mchana wake, umeelewa vizuri? yaani usiku wa kuamkia Idi na mchana wake, chakula chako umekipata lakini kingine kimefanyaje? Wewe una wajibu wa kutoa. Sasa utajua nye basimati mbea nini, tunaangalia nini? Ziada. Umeelewa vizuri? Kaka, jina lako nani wewe? Halfani. Mungu akukalifanishe. Maana kalifani, kiongozi, Mungu akupe uongozi. Mwingine ana swali? Ili mkiondoka hapa msianze tena hatujasikia. Sogea bwana. Waalaikum salaam. Ramadhani imekuta ukiwa nje ya nchi. Hmm. Sawa. Ndio. Eh. Je, ni funge thalathina moja yaani, wewe umeanzia kufunga huko. Kiingia thalathina tano thalathina saba Ndio maana ndio maana Mungu kasema, ayaman madudati, hakutaja ayaman 30 wala 29, na tisa ayaman madudati. Wewe sasa kama vile ukifika Uingereza, utaratibu wako ni ki migration, unatumia sheria za huko Sheria za Uingereza unatumia sheria za Marekani ukiwa hapa hapa kuja hapa kazi iendelee, si ndio? Basi unaendelea na kazi yako. Takbiri. Ndio Uislamu, dini moja nyepesi sana. Umeanzia wapi kule, unaweza kuwa umeanzia nusu kijapo ili mradi wewe unapiga hesabu tu. Mungu akujalie kila la kheri. Swali lingine, twende. Waalaikum salaam. Huku mnatoa sadaka eh? Jamani, watu wa viko, vikoba mnapita pita navyo au nanyie mnasikiliza mawaidha, mbona sivioni? Zunguka zunguka, Yusufu, bado hawa wanazo hela eh. Mungu anaona eh? Swali lako na eh, tunatizama unayemhudumia, unaye, yani yule ambaye anakutegemea, akiwa wa halali, akiwa wa haramu, kigezo ni tegemezi swala alan nabii una wangapi? wa hawana. Swali zuri, jamani, swali zuri. Anataka kutoa zakatul fitr, lakini ameamua waawape wasiokuwa na uwezo walokuwa Mwanza kwa mfano eh? au Tanga hii Tanga ndio nyumbani hii, inafaa ikiwa hapa umewatosheleza haihami zaka ya mji kwenda mji mngi, mwingine, ila baada ya kuwa mji ule hauna wa kupewa. umeele <coughs> wa vizuri, zaka ya mali, zakatul fitri, haihami kutoka mji kwenda mji mngi, mwingine ila baada ya kuwa hapa mjini hakuna anayestahili kufanyaje, kupewa ndio itahamishwa sasa, inakwenda huko Kichalikani, Tanga sawa. Brito, swali lingine, nipo hapa ehe, twende mwanangu, eh, hey, Eh, kwa mfano, wewe. Eh, kese, kese. Ah, kama wewe pesa ndio kutoa ah, kama wakala mfano wewe huwajui wanaotakiwa yeah, kutoa kupewa, lakini yeah, yeah, kasa nimpe imamu walidi yeye yeah, anajua inajuzu nilete mimi nao wengi na nikiondoka hapa, si unaona lile kumbi, sasa leo kwa njuma ngapi umetanguliza kabisa Ulaiweza, ya watu wangapi, watu mpigie hesabu watu watano elfu hamsini. Wa Mungu akubariki nishikie bwana, msije nkaitia mfukoni, hii sio leo ntaitwa kule. Jamani, nipo hapa shehe wenu wa Kichangani, lakini shehe wenu wa mkoa. Ehe, una shida, sio swali? Aa, kama shida, baadaye subiri, nataka swali. Sote hapa tuna shida, sasa hivi ni kipindi cha maswali. Sogeni huko kwenye maswali, sogeni huko Mmeona uzuri wa faida ya mvua eh? Eh, unakwenda wapi sasa? Tupigeni maswali hapa mpaka wakati wa darasa, na leo tunafunga darasa na sky chini, leo spoil. spoil. Mm, Hebu eh chukua mpe eh. Tunakwenda vizuri. Kwa mfano kuna watu wanawafanya kazi wao Eh. kama ulivyosema mwanzo kwamba unaweza kana... unaweza ukana mtu anamsaidia mke wako huyu eh. Mwanamke anasaidiwa kazi na mfanyakazi wake, lakini wakati wa kutoa sadaka hii dhaka anamkata sio, yani sio kwa ridhaa yake, anakata kwamba nakukata mshahara wako nimekutolea fitri mwaka jana. Hayo ni makosa. Hayo ni makosa sawasawa, sawa. Sawa, sawa. Kumkata mtu mshahara wake kwa sababu mwaka jana ulimtolea, hayo ni makosa. Swali wala nabii. Naam. Ukisogea okay, okay, huko inakuwa vizuri. Mimi nasikia vizuri, nipo hapa zakatu mfitri. Tunauliza zakatu kwa sababu mwaka huu tunachotarajia natu, tutoe sote tumeni inshallah, kwa sababu mtume anasema: sawmu sawimi mualaku baina samai wal ardi la yurfau hatta yuadda au hatta yuaddia zakata al fitri au hatta yuadda zakatu al fitri zakaufitri, ukiwananaha ewe uwezi kufeli meelewa vizuri, saumu ya mfungaji inakuwa muallaqun baina samai wa ardhi. Inaning'inia kati ya ardhi na mbingu, haiendi kwa Mungu, haipokelewi mpaka atoe zakatu alfitri. Kwa hiyo kaa hivyo, utoe zakatu alfitri, saumu so yako iende namba. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Swali langu kwa nguvu kidogo, swali langu nauliza sheikh, na watu wa aina mbili eh, hey. na wa kwangu mwenyewe wanaohitaji, alafu na majirani mayatima katika watu wawili, nani anastahiki edha? Ni watu, watu wangu kama nataka niweke wazi, yani na mke mtoto na na mzazi, kuwatolea kuwapa, kuwatolea zakatul fitri zakatul fitri eh eh. Yani na majirani pia kuna mayatima wanauhitaji eh. Alafu na wale ambao wakwangu mimi wanauhitaji, katika hawa wawili unawapa wale mayatima, wape mayatima. Zakatul fitri hapewi yule ambaye kwamba anamlazimu mtoaji kumtolea. Kwa mfano mimi watoto wangu si wananilazimu, siwezi kutoa zakatul fitri nikawapa wao. Ameelewa? Sa, sa, sa, sawa. Sawa. Okay. Nafikiri unauliza hivyo, okay. wanahitaji hawa wangu mimi hata kama wanahitaji mimi sitaki kuwapa na wapo wale wakule, kwa sababu hawa wananilazimu mimi chakula chao, mimi hawa nawatolea, nawatolea. Sawa sana, sio nawatolea, na wapa, na wao. Hii ni sawa sana, kuchukua hela mfuko huu, kati ya ujanja pale. Kwanza, asalamu alaykum. mm -hmm. Uh, mimi shehe nauliza, mimi ramadhani nimeikabili, ilikuwa niko kwenye mji huu hapa Dar es Salaam, lakini eh, eh, familia yangu ipo Zanzibar eh. Huenda ikawa nikaipata Idi ikawa niko hapa na wao wako kule, ama huenda nikaenda kule nikajumuika nao mm. Mwanzoni uliulizwa swali ukasema zakatul fitri haitaki kuhama mji. Je, mimi nikienda kule nikaikabili Idi ikiwa niko kule napaswa kutoa Idi kule nini? Zakatul fitri mimi naishi hapa apa, apa. na je, wale ni watolea hapa nawapelekea kule nawatolea hapa apa. Apa, apa. So, Eh? Wanaishi kule, wewe unaishi wapi? wa mtoa hapa hapa. Mtoaji, imeleweka mzuri? E, tuko vizuri upande huo, tunaangalia wewe unaishi wapi, hata kama unawatolea wako. Hapa hapa. Asalamu alaykum. Wa alaykum salam. Mimi nauliza kwa mfano, na mke wangu, yani na mke wangu. Yeye, uh -huh. ana anababa yake anamtegemea yeye, mke wangu. Eh. ikiwa mimi namtolea mke wangu na mimi je, baba yake, mkwe, baba mkwe anaweza kumtolea mimi kwa niaba ya mkeo? Ndio. N, yani wewe mkeo anakulazimu wewe? Ndio. lakini mkeo yeye ana, ana, analazimiwa na baba. Sasa leo nikwambie kitu. Yale ndio waswali nakwambia, ukipenda boga <laughs> <laughs> majukumu yote ya mkeo ni yako wewe. Umeelewa vizuri? Narudia tena, mkeo anatolewa zaka hata kama ana Manake ikiwa baba yake mkeo anamtegemea ana ndio mkeo, anakutegemea mkeonategemea wewe mzee, nahama sawa, swali wala nabii wengine. Naam, sauti yako iko chini kidogo. salamu alaykum, nasema mjoma, mimi na nilioa ehe, uh -huh, kwa bahati nzuri ambayo niliacha, ehe, uh yule -huh, mwanamke namhudumia mimi yeye na mtoto, ehe, uh -huh, si mke wangu, uh -huh, na hajaolewa bado uh -huh. Katika ananihusu mimi kumtolea anayohusu like hapo ni mtoto yeye yeah, yeah. Wewe uliomwacha yule mwanamke kisha rudi kwao, lakini mtoto wako kila kitu unafanya mimi bado kwa sababu ya mtoto unamtolea mtoto mtoto tu. Tu. tu yule, unaweza kumtolea kwa ihsani e tu au huna san e ihsani, lakini alo lazimika hapo ni nani mtoto? Ah, naweza nikasema jambo sema. Mjomba, nilikuwa natamani kuulize kwenye jioni. E. So, e. Asante sana kwanza kwa kudadavua. Mungu akujalie sana. Amin. Unada, unadadavua vizuri Masidi. Uh, Mamur umefanya vizuri, napomongezea tena Mungu akulipe. Nimekusikia ulisema kwamba sisi Waislamu ulishutumiwa kidogo tu, sikia kwenye mitandao wanasema kwamba umekwenda sehemu ambayo kuna umealikwa futari na wana Kristo. Mm. Lakini ukaja ukatoa aya very ei nice. Nilifurahia sana ile kitu eh. Sasa ambasidu, watu, wa ukatuandikwa hapa kwamba si tukaa tujumgwa sijui tunaruhusiwa kuoa wa Wayahudi wa eh. Na Waislamu eh. Sasa mimi nimemooa nime, nime katika Mayahudi au Mkristo eh. Na ndani ya ndoa hii yeye amegoma kuslimu kwa sababu nitaambiwa utamshawishi ili aweze kuslimu hey. Lakini wakati mimi nimemuoa hawezi hata kikuslimu hey. Yeye anakwenda kanisani Jumapili, mimi nakwenda Jumaa msikitini. Imefika sakatufiti, tuko kwenye mazingira hayo, hukumu yake ikoje? eh maadamu, ni mkeo anakulazimu uke na mume eh, limetoka zaujia Zaujia kwenda kanisani kwake. Mungu aipaka mpaka afutie hii aya walmuhsanat min alladhina utul kitab. Ikifutwa hii basi hey, hey, hey, hey. Anasema kama mtu anatoa zakatul fitri mchele hmm. na wanampa, kuna wanatoa pesa ili anunue vitu vingine. Ipi inayoswii? Sija ile kama mtu unatoa zaka kilo mbili ya mchele na unaweza kutoa pesa ili anunue vitu vingine mm. Naoswi vizuri, fanya hivi. Anaulizia juu ya kutoa pesa na mchele. Ukiamua kufuata kauli ya nini, ya kutoa pesa, basi changanya, toa pesa na mchele pamoja. Hii nzuri zaidi kuliko pesa tu au mchele tu. Okay, okay. Je, mnanielewa vizuri? Okay, okay. Tuache mambo ya yaani, toa pesa ikate ile sana. Itoshe pesa umeelewa, he na mchele. Eh uh eh. -huh. Asalamu As alaykum. Ah <laughs> kubwa nina mtu ambaye anahitaji uh -huh. kuingia katika Uislamu. Uislamu uh -huh. Mtu huyo ana yatima mtoto yatima okay. Sasa katika ile fitri yangu, yeye ana hali ngumu sana, mimi ni mchumba wake, naweza kumpa hiyo fitri? Uh, sijakuelewa bwana, kuna mtu ni Mkristo umetaja, mimi mchumba wangu, um, mchumba wangu, um, mchumba vipi? kuna <laughs> mtu anahitaji nusura aolewe, yeye ni Mkristo, anahitaji kuingia katika Islam, lakini eh, bado hajaingia lakini mtu yule ana hali ngumu na ana mtoto yatima, ninaweza kumpa hiyo fitri? Nishe kwanza, ili umpe. Naam? Msilimishe kwanza ili upate ruhusa ya kumpa. Ah, silimu kwanza ndo apate eh. Hey, ah <laughs> na hakuna mambo yeah. <laughs> <laughs> Ha, ya uchumba katika Uislamu shaka eh, uchumba hamna hapa. Naona jamani, hili swali la mwisho, kwa sababu nimekumbuka, tuna darasa eh, tuna maswali yenu yote, na leo hatuna tafsiri pale. Leo tunafunga darasa, tumeanzia juzi jana na leo tunakamilisha tusemeni inshallah nawaalika nyote mliokokwapa njoni tufunge darsa yetu ya tafsiri iliodumu kwa miaka takriban thelathini na tano leo tunaifunga kama kaida yetu kwa mwezi 27 na alhamdulillah mwaka huu tumepata kusoma sura ngapi mbili sura sajida na sura luqman tumeona tukiaza sura rum tutaishia nayo jiani tukakubaliana kwamba tuulizane maswali Juzi tumejibu maswali na jana maswali na leo tutafunga kwa maswali. Maswali yenu yote yaleteni, hili hapa ya la mwisho sawa, alasiri inshallah. Okay, inshallah Sheikh, kuna kuna mama fulani yuko mkoani eh. Aliishi vizuri na wazazi wangu eh. Sasa yule mama sio muislamu eh. Isipokuwa ana wajukuu zake wadogo wadogo, watoto wadogo, hatuwezi kusema ni waislamu au sio waislamu eh na wale kwa sababu aliishi vizuri na mama yangu, mimi huwa nalipa bili zake zote, yule mama yeye ye, pamoja na zake zake, lakini bado bado yeye yeye yeye na uliza ye ye ye. Sasa hivi vitoto vidogo hivi haan, naweza nikavitoleaunaweza waoa kutoa kama ihsan, lakini sio kama zakatul fitri. Akaitr fitri anapewa mwenye uhitaji Muislamu, sio kuwapa kuwatolea. Nasema huwezi kuwatolea huwezi kuwatolea, yani kuwa hawakulazimu wewe, sio lazima yako kuwatolea, watimizie kila kitu. Na ni vizuri ndio, hayo tunayoyasema, unaweza kumsaidia asiyokuwa Muislamu. unaweza kumsaidia asiyokuwa Muislamu kwa kigezo na sharti kwamba hatupigi vita unaweza kumhela ukampa nyumba ukamnunulia gari eh, umeelewa vizuri eh, ili mradi ya kupiga ukamwalika futari ukamu sio Muislamu. Mungu anakwambia katika Qur'ani eh, alladhina lam yuqati antabarruhum wa tuqsitu ila Mungu hakukatazeni, hakuna katazo la muislamu kumsaidia asiyokuwa muislamu, halipo katazo hilo, halipo. Tumeliona vizuri, kwa sababu hata yeye anao uwezo kukusaidia wewe. Mkristo akakupa kukusaidia, chukua leo. Nasema kubwa, hata mkristo akija hapa akasema yeye amna msikiti, mimi nataka kukujengeni msikiti, kubalini, jenga chukueni pesa za Mkristo ujenge msikiti mswali. Jamani, mnanielewa? Manake huko katika mitandao huko kuna maneno maneno ya mahaba mahaba tu, sio maneno ya kielimu elimu. Anakuja hapa Mkristo anasema, walidi, wewe si ndio imamu mkuu eh? una maimamu wangapi? na maimamu nyuma saba, mimi wote nitawalipa mimi mshahara. Namwambia lete <laughs> <"Lete." laughs> Sawa, mnaendela vizuri. Kaja ana hali mbaya, mtu sio Muislamu, ana hali, mpe mpe. Leo nataka nikwambie kitu kingine. Kaja mtu mbende mbende, mlevi, unajua kabisa huyu ni mlevi huyu, huyu ni nani? Teja, teja, msaidie, si ile vizuri? Ndio Uislamu wenu A mpe msaidie. Hapa sasa unaangalia human right. Ngoja, yeah. Mzee, umenigusa hapo kidogo. Tunaangalia ubinadamu, ubina, utanguliza ubina. Ubinadamu. Inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila li taarafu, litaarafu, inna akramakum inda llahi atqakum. Usimbague mtu kwa rangi, usimbague mtu kwa kabila, usimbague mtu kwa tabia zake. Nakupa kisa, nishakisema sana. Washakutana watu wawili katika sharia, shariatu manqablana wakati wa nabii Allah Musa alayhi salam, mmoja mcha Mungu sana, mwingine afi sana. Wamekutana kichochoroni katika njia ambayo kwamba amba lazima wapishane pale, hakuna njia nyingine. Kilichotokea, yule mtu asi akaona haya kukutana na mcha Mungu. Sasa nimekutana na huyu mcha Mungu, Allahu akbar. Elewa, kasikitika, akaona haya, kamtizama kwa jicho la kumuadhimisha mchaji yule mwenzangu mcha Mungu kamtukuza. Sawa? Huyu mcha Mungu kwa kukutana na yule asi akamtizama kwa jicho la dharau. Shabash, nimekutana na kibaka toka wapi? Eh, Mungu unanipitisha huku unakutana na vibaka. Jibril anatumwa kwa Nabii Allah Musa alaihi salamu, anamwambia kawaambia wale watu wawili faliyastanifa, kila mmoja aanze upya kama yule asi anataka kwenda motoni kwa maasia yake aanze tena kufanya maasia, kwa tendo la kumtukuza huyu mchamungu wangu nimemsamehe madhambi yake yote. Namwambie huyu mchamungu sana, kama anataka kuingia peponi kwa uchamungu wake akaanze tena kucha. Lakini kwa kumdharau yule nimeshusha uchamungu wake wote. Ndio Uislamu. E, jana wewe umepata lailatulkadhiri mwenzeo, leo ajapata lailatuqadhiri, unamuona mshenzi, ana maana yote imekufa. Lailatulkadhiri yako imekufa. Unaswali ijumaa swali, swali unamwona, sio unaua hijumaa yako. Msimtizame mtu kwa jicho la tahkir, kwa sababu utakuwa mdharau nani hapa aliyomuumba. Umeenelewa, shemadaraka kila unayemuona ameharibikiwa, wewe kwako ni kumwombea Mungu na nimsaidie sana, akiwa imani siyo yako, jipendekeze pendekeze kwake, kwa lengo la kumcheba cheba, ili yasilimu ili silimu, mvute vute, muonyeshe imani yako sababu zake, na hakuna kitu alichotupa sisi Mwenyezi Mungu zaidi ya mahasinul akhlaq. Muonyeshe tabia tukufu. Ndio dawa hiyo. Tumeelewana? Sio namwona mimi kukutana na hawa mambo gani? Umekufa Shabani. Mmenielewa? Hai. Nadhani tumeelewana. E eh, bwana naona una. Ai uliza. Eh. Na kauli mbalimbali zinazoonyesha kwamba eh. La kwanza nataka kuuliza swali ya kwanza. Je, mtu ambaye ana uwezo e, mtu ambaye ana uwezo wa kutoa zakatu fitri halafu hakutoa, hukumu yake ni nini? Ndio swali la kwanza. la kwanza. swali la pili. Je, mtu ambaye hajatoa zakatu fitri anaandikiwa madhambi na kama alikuwa na uwezo wa kutoa? Swali la pili. no, no, no, moja tu, hey, ilo ilo ilo moja. Ilo moja tu. Eh, hapo sasa unasema watu wawili umewakuta wanabumana, mmoja anasema paka kanywa mchuzi, mwingine anasema mchuzi kanywa paka. Ndio hiyo, hilo swali moja twende lingine, lingine kwamba eh, je, huyu mtu ambaye hakutoa zakatu ufiti ana uwezo je, eh, atawajibika kuja kulipa ile zakatu kuitoa, ingawa baada ya kuswaliwa swala Idi tunafahamu kwamba inakuwa ni sadaka kaka, kama sadaka sadaka zingine zote maswali yake mawili. Swali so lake la kwanza, mtu mwenye uwezo wa kutoa zakatu fitr hajatoa. Jamani, hili la mwisho, mengine kwenye darasa full stop, sawa eh. Mtu ana anawajibika na kutoa zakatu fitr lakini hakutoa, nini hukumu yake? Hukumu yake amefanya ya makosa, lakini pia hata swaumu yake haibandi. Ni kweli kitu kimoja, kuna vitu hapa Mwenyezi Mungu anatufundisha sisi kujua Vipa umbele, v vipa. Vipa, Mungu amekupa muda, linapozama jua usiku wa kuamkia fitri ndio unaanza, umeelewa? usiku ule e, mpaka kesho kabla ya swala ya Idi. Limitation, kipindi hichi kama unacho uwezo, kipindi hichi wewe huna njia ya kukwepa kutoa zakatu fitri. Usipotoa zakatul fitri, maana yake kile alichokisema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wewe uibaki kwanza, umehalifu umemhalifu Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini pili, hukuisongeza saumu yako, hukuisogeza saumu yakoasalila kwanza, saumu yako itabaki mualla. Je, uko uwezo wa kulipa sawa? Kauli ni mbili, kauli ni ngapi eh? kama wanavyosema kuhusiana. Je, swala imenipita, naweza kulipa au siwezi? Kuna wanaosema swala ikikupita, ndio khalas, sawa, kwa sababu haijatajwa katika Qurani, isipokuwa unachoweza kulipa kwa dharura nini? Ni swaumu. Lakini swala imekupita kwa makusudi tu, vipi hii? Haiswaliki, sawa. Kuna wanaosema hivyo lakini kuna wanaosema unao uwezo kujilipa wewe katika toba, kwa sababu milango ya toba, miongoni mwa makosa aliyofanya mtu kumfanyia Mungu, kitu cha kwanza ni kutele, kutekeleza kile alichokiacha. Kulipa swaumu, swala unaweza kulipa swaumu, naanaachiwa Allah subhanahu wa ta'ala juu ya jambo hilo. Ni waombe maswali najua mengi lakini hii itatupelekea kuwa na kundi kubwa leo katika wakati wa tafsiri, na muda sio mrefu tumebakisha kama saa moja na nusu au saa mawili tu. Tuswali alasiri hapa, baada ya swala ya alasiri tutasoma, tutasikiliza maswali yenu, tutaomba dua, kisha tunafunga darasa letu la mwaka huu. Semeni inshallah. Rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim, wa tub alaina ya maulana, innaka anta tawwabur rahim